Hapa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na waasi wa M23 wanajiandaa kwa mazungumzo ya ana kwa ana wiki moja kutokea leo. Tangazo hilo linatolewa zikiwa zimepita siku chache tangu viongozi wa Rwanda na Kongo kukutana Doha katikati ya mwezi uliopita. Wakati huo huo, Marekani imemteua mjumbe maalum wa masuala ya Afrika anayejiandaa kwa ziara rasmi ya eneo la maziwa makuu. Thelma Mwazaya na taarifa zaidi. Duru zinaeleza kuwa wizara ya mambo ya kigeni ya Marekani imemteua Masad Bulos kuwa mshauri wa ngazi ya juu wa masuala ya Afrika Arabuni na mashariki ya kati. Jukumu lake la kwanza ni kulitembelea eneo la maziwa makuu, kusogeza mbele juhudi za uwekezaji na amani. Ziara hiyo iliyopangwa kuanza tarehe tatu Aprili itampeleka Bulos hadi jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo, Rwanda, Kenya na Uganda, akiandamana na naibu waziri wa mambo ya kigeni anayeshughulikia masuala ya Afrika Corina Sanders. Ajenda yao itajikita kwenye mikutano na viongozi wa ngazi ya juu serikalini na wafanyabiashara ili kuzipa nguvu zaidi harakati za kudumisha amani mashariki mwa Kongo na uwekezaji kwenye sekta binafsi. Bulos ni mume wa Tiffany ambaye ni binti wa rais wa Marekani wakati huo huo, serikali ya Kongo na waasi wa M23 wanajiandaa kwa mkutano wa ana kwa ana ifikapo tarehe 9 Aprili hii. Mkutano huo utakuwa wa kwanza kufanyika moja kwa moja tangu wapiganaji wa M 23 kuiteka miji miwili mikubwa ya eneo la mashariki kwenye mashambulizi yaliyowaua maelfu na kuwalazimu mamia kuyakimbia makazi yao. Kulingana na Umoja wa Mataifa, kiasi ya watu milioni 26 ambayo ni sawa na robo ya wakazi wa Kongo wanahitaji msaada wa dharura na chakula. Nada Al-Nashif ni naibu kamishna wa shirika la Umoja Mataifa la masuala ya haki za binadamu na anasisitiza kuwa hali ni tete by... Mapigano yaliyoanzishwa mwaka huu na waasi wa M23 katika majimbo ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini yamevuruga hali ambayo ilikuwa mbaya ukizingatia ukiukaji wa haki za binadamu na misaada ya kiutu katika eneo la Mashariki ya Kongo Umoja wa Mataifa unaosistizia umuhimu wa jamii ya kimataifa kutoa kauli kali za kusitisha mzozo wa Kongo. Itakumbukwa kuwa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi na mwenzake wa Rwanda Paul Kagame walifanya kikao cha ghafla mjini Doha Machi kumi na nane na emir wa Qatar. Yote haya yakiendelea, Ufaransa imechukua usukani kuliongoza baraza la usalama la Umoja mataifa kwa mwezi huu wa Aprili. Balozi wa Ufaransa katika baraza la usalama la Umoja mataifa Jerome Bonafont, atakayekuwa rais wake kwa muda, alibainisha kuwa swala la Kongo ama mizozo mingine linapewa kipaumbele. Kwa hiyo ndiyo, baraza la usalama litachukua hatua na kuendelea kufanya kila linalowezekana kuhusu mzozo wa DRC.